Hello guys, welcome to Gaming Station Point. Kwa wale wote mnaangalia video hii kwa mara ya kwanza na kusi usubscribe ili uweze kujipatia information tofauti tofauti. Oh yeah, chuma ni unyama sana hiyo. Hiyo ni game safi kabisa kwa wale wote ambao mtakuwa mnahitaji, hii ni game ambayo ina mapu ya TZ pamoja na mabasi ya TZ. Kwa wale wote ambao mtakuwa mnahitaji mtatucheki kupitia namba 06 21 21 14 72. Oh yawe chuma ni balaa sana hiyo. Euro Truck Simulator 2 unyama ni mwingi. Kwa hiyo usipane kukosa ndugu jamani na marafiki, kwa wale wote ambao mtakuwa mnahitaji, link ya game pamoja na maelekezo yote mpaka ina play utacheki kupitia namba 0621211472. Nadhani mwenyewe unaangalia hapo, unaona mwonekano wake wa mazingira na namna gani ambavyo unaonekana, na nimekuonesha mwonekano tofauti tofauti nikiwa na budi ni na hii golden deer. Oh, chuma ni unyama, au unyama ni mwingi. Kwa hiyo, ndugu jamaa na marafiki, usipane kukosa. Kwa wale wote ambao mtakao mnahitaji huduma ya link na maelekezo yake mpaka ina play utacheki kupitia namba 0621211472, ili upate kufurahia huduma safi sana kutoka gaming station point Oya oi, chuma ni unyama, unyama ni mwingi. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu ili kujipatia information tofauti tofauti kila siku, na kusi usubscribe ili kupata information tofauti tofauti kila siku. Asante.